Keyboard ya kudownload kwenye simu yako inaweza kukuliza. Wengi wetu tuna download keyboard kwenye simu zetu, baada ya zile keyboard ambazo zipo zamani, tunaweka nyingine kwa ajili ya labda zimetuvutia rangi au muonekano wake, nyingine zinawakawaka zinapendeza sana sana. Lakini kwenye keyboard hizi za kudownload, kuna siri kubwa ambayo wengi wetu hatujawahi kusikia. Usijali, leo utaijua. Kwenye baadhi ya keyboard hizi na teknolojia au application, au program ambayo inavishwa ndani yake kuna kitu kinaitwa keylogger. Keylogger ni program ambayo inawekwa kwenye keyboard, inasoma na ina rekodi kinachoandikwa kwenye keyboard. Ina rekodi password. Ukiweka password, ina rekodi pia, ina rekodi pini za benki na kusulia, kila unachoandika kwenye keyboard ile kinarekodiwa na hiyo software inaitwa keylogger na hii mara nyingi inawekwa kwenye zile keyboard unazozikuta kwenye Play Store au App Store, keyboard za kudownload, hususan zile free keyboard. Unapotumia keyboard hizi, keyboard hizi za kudownload, usishangaye ukisikia umeibiwa pesa au kupokea message kwamba akaunti yako ya benki imefungwa. Utashangaa, imefungwa vipi? Pengine kuna mtu alijaribu kutaka ku access kwenye akaunti hii ya benki. Na wale ambao tunatumia Mastercard, ndio tuko kwenye hatari sana sana sana. Kwa wale ambao walishawahi kutumia hii keyboard au, au hizi keyboard za kudownload, wameshawahi ku experience, unapo i download inakudai full access. Yani kuna baadhi ya sehemu uiruhusu iingie na itulie. Itulie kivipi? yanake full access Yaani hiyo keyboard hiyo ndio itumike hiyo tu, kila sehemu ikiwa kwenye pesa itumike hiyo, kwenye kuingiza password, kwenye kuandika meseji kwenye WhatsApp. Hapo sasa ikipata full access kwenye simu yako ndiyo keyboard hiyo inafanya mambo yake. Matokeo yake keyboard hiyo inaweza kukuliza dakika moja tu. Kila kitu kinahitaji ushahidi, sasa nakupa ushahidi wa hili tatizo la keyboard za kudownload. Google wenyewe na Apple wamezipiga vita hizo keyboard za kudownload kabisa kabisa, na ndiyo maana unapoingiza keyboard hiyo ya kudownload kwenye simu yako inakupa ujumbe huu, hii nakwambia kwamba, je, unaruhusu tuingize keyboard hii Kuingiza kibodi hii ni kumruhusu huyu aliyeitengeneza hii kibodi kufuatilia baadhi ya mambo yako, miongoni mwa hayo ni credit namba yako ya benki au mtaa uliopo. Hii ni wazi kwamba kuna hatari kubwa sana ya kutumia kibodi ambazo ni za kudownload au ni kibodi ambazo siyo kibodi halisi za simu, na ndiyo maana Google na Apple wanasisitiza sana mtu kutumia Default keyboard yani, zile keyboard ambazo zimekuja na simu halisi, au ukitaka kutumia nyingine utumie Gboard. Gboard ni keyboard ambayo imetoka kwao gogo hilo. Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi na si rahisi kuyasikia sehemu nyingine yoyote. Sasa kama unatumia keyboard ya kudownload Em, naomba niandikie kwenye comment, niandikie nimepigwa. Na kama unatumia keyboard halisi default keyboard, naomba niandikie niko salama. Hilo Alzenjbary Technology. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe. Na kama una swali lolote unaweza kuja sehemu ya comment, unaweza kuuliza. Bye bye.